Audhubillahi min ashaitani rajim, bismillahi rahmani rahim, ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA Africa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, ndugu. Karibu katika kipindi chetu, kipindi kinachohusu maisha matakatifu ya mwanzilishi wa Jumuiya ya Waislamu Waahmadia, Hazrat Mirza Gulam Ahmad alaihi salatu wassalam. Kwa hakika wapinzani wa Jumuiya ya Waislamu Waahmadia wamesimama kidete kutoa shutuma na matusi dhidi ya Masihi Maud alaihi salatu wassalam lakini katika studio yetu wageni wetu wanajibu mashtaka haya ambayo watu wengi wanayo maswali chungu nzima. Kipindi kilichopita ilikuwa ni shtuma ya kuwa jumuiya ya waislamu wa, wa Ahmadia ikiwemo na Hazrat Mirza Gulam Ahmad alaihi salatu wassalam, mwanzilishi wake ni mti uliopandwa na Waingereza. Hii ni shtuma kali ambayo wapinzani walitoa dhidi ya Masihi Maud alaihi salatu wassalam, lakini kwa hakika wageni wetu walitoa jibu murwa kabisa na watu wakapata elimu chungu nzima. Tunaona ya kuwa katika kujibu mashtaka haya na pia ufunuo wa Allah subhanahu wataala kwa mwanzilishi wa jumuiya ya Waislamu wa, wa Ahmadia ya kuwa hii ufalme ya Waingereza wakati ule alitoa utabiri ya kuwa itafika zama, itafika mahali itakuwa na kikomo. Baadaye machafuko yataendelea katika nchi ile. Tujue ya kuwa nchi ile ilikuwa ni India ya Waingereza, kwa, kwa lugha ya Kimombo ni British India. Katika mwaka 1947 basi iligawanyika ikawa na nchi mbili ya sasa, ikiwemo Pakistan na India. Basi utabiri ule pia inathibitisha ukweli wa Masihi Maud alaihi salatu wassalam, na tunajua ya kuwa Masihi Maud alaihi salatu wassalam alikuwa anatoa tabiri nyingi sana, ikiwemo kufundisha dini ya Kiislamu na, na kuhubiri hii jumuiya ya Waislamu wa Ahmadia katika nchi zingine pia ikiwemo nchi ya Siria. Kwa hakika, wapinzani wakawa na chuki na wivu wakaanza kutoa shutuma zingine ya kuwa wanajumuia ni wakala wa Israeli. Hili shutuma litajibiwa hapa hapa leo katika studio. Karibuni upande wangu, ninaye mgeni mpendwa sana ambaye anaitwa Muhammad Oponyo Saib. Karibu katika studio siku ya leo. Asante sana bwana mtangazaji. Vilevile ninaye mgeni mwingine ambaye ni Nasir Juma Tuva Saib, karibu sana katika studio yetu. Asante sana Naam, bila shaka vile nilivyokuwa nikiwaeleza wale watazamaji au mtazamaji kule ya kuwa shutuma nyingine ambayo hawa wapinzani wanashutumu nayo jumuiya ya Waislamu Waahmadia kutokana na wivu ni kuwa sisi ni wakala wa Israeli. Je, shutuma hili unaweza kutueleza kwa kina ni vipi? Na ni vipi jumuiya ya Waislamu Waahmadia walichangia katika kule kuunda ile nchi ya Israeli ikiwemo na wanajumuia wengine. Asante sana bwana mtangazaji. Uh, ni vile wanavyosema Waswahili kwamba hasidi hana sababu. Yaani, tunaona kwamba baada ya wapinzani kuleta tuhuma kwamba mwanzilishi wa Jumuiya Ahmadia Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Alahisslam alikuwa ni wakala wa Waingereza, na baada ya hizo shutuma kuisha, tena wameleta shutuma nyingine kwamba jamat Ahmadia ni wakala wa Israeli, kwa hivyo hizi ni shutuma na ni hila za wapinzani kutaka kuchafua jina la Jamaat Ahmadiyya. Kwa hivyo ibainike, kwamba tangu mwanzo Jamaat Ahmadiyya ilionyesha upinzani mkali kwa kugawanywa taifa la Kifalestini na kuanzishwa taifa la Israeli. Kazi hii kubwa na kesi hii ilipelekwa na mwakilishi wa Pakistan katika Umoja wa Mataifa ambaye alikuwa ni mwanajumuia mwaminifu sana Sir Muhammad Zafrulla Khan. Kwa hivyo kabla nieleze matokeo ya, ya, ya makala yake nataka watazamaji wajue kwamba Sir Muhammad Zafrulla Khan alikuwa ni nani. huyu ni bwana ambaye alizaliwa mwaka 1893 yeye alipata masomo yake kule london uingereza na yeye ndiye aliyekuwa waziri wa kwanza kabisa wa mambo ya nje ya pakistan ama yule foreign minister kwa hivyo yeye pia vile vile alikuwa ni ni mwakilishi wa Pakistani katika Umoja wa Mataifa na ule mwaka 1947 e, hadi mwaka 1954 na yeye vile vile alikuwa ni rais wa kwanza wa Mahakama ya Kimataifa au ICC. Yeye alifariki mwaka 1985. Kwa hivyo huyu ndiye aliyepeleka kesi akiwa mwanajumuia ndiye aliyepeleka kesi ya Kiarabu katika afisi za Umoja wa Mataifa zenye kushughulikia swala la Palestine, akipinga kwa dhati kugawanywa kwa nji ya Palestine na kuanzishwa taifa jipya la, la Israel, na kwa hoja za nguvu na dalili akaonyesha ni kwa nini alikuwa kinyume na kugawanywa kwa taifa la Palestine. Haya ni makala ambayo yalileta mabadiliko makubwa sana katika wajumbe wa umoja ule, na wakabadilisha baadhi ya nji wanachama wakabadilisha msimamo wao na wakaamua kwamba watapinga lile azimio la, la marekani la, ku, la, ku, la kugawa ile nchi ya Palestina. Kwa hivyo kwa ufupi, bwana mtangazaji, ni kwamba Jamaat Ahmadiyya ilikuwa mstari wa mbele kupinga kugawanywa nchi ya Palestina, na tunaona kwamba aliyepeleka makala haya katika Umoja wa Mataifa alikuwa ni mwanajuma wa Ahmadiyya. Kwa hivyo ni hoja ambazo hazina msingi wowote. Asante sana. Kwa hakika basi jumuiya ya Islamu wa Ahmadiyya ilisimama kidete ili kukanusha ile kugawanya nchi ya Palestina na pia walichangia pakubwa sana wanajumuia Waislamu, ikiwemo wanajumuia wenyewe kama vile eh, chodri sa muhamad zafurullah khan saib alivyofanya. Na pia inabainika ya kuwa alitoa hotuba kali sana kuhusiana na mambo haya ya kuunda serikali hii ya Israeli. Je, unaweza kutueleza athari yake tafadhali? Uh, bismillahi rahmani rahim. Asante sana kwa swali hilo, ndugu mtangazaji Kiukweli ni kwamba eh, Zafarullah Khani Sahib alitoa hutuba, alitoa makala zake ambazo zilikuwa za athari kubwa sana na ambazo zilileta msisimko mkali hata katika, katika taasisi mbalimbali mbali, na idara mbalimbali mbali, ambazo zilikuwa za kiserikali. Eh, kwa mfano katika hutuba ambayo kwamba alikuwa ametoa iliripotiwa na, eh, Nawai Wakti ambayo ilisema kwamba wakati hutuba yake ilipomalizika, wawakilishi wa nchi za kiarabu walimfuata na kumwambia, na kumpongeza na kumsifu kwamba hakika yeye alikuwa ameonyesha nia kubwa na juhudi kubwa ya kulinda Waarabu. Kwa hivyo haya maneno haya ambayo aliyatoa yalionyesha ni namna gani ambavyo mchango wake ulikuwa unaonekana pia vile vile hutuba nyingine ambayo aliitoa katika tarehe tisa eh, Disemba mwaka wa elfu moja mia tisa arobaini na saba, hii pia nayo ilionyesha ni namna gani ambavyo yeye alikuwa anachangia pakubwa juu ya kueleza ni namna gani ugawanywaji wa Palestini ulikuwa sio jambo zuri, na alikemea azimio la umoja la, la UN ambalo kwamba ilikuwa ni Palestina iweze kugawanywa, na hata zile shindikizo ambazo kwamba zilikuwa zinatolewa na nchi ya Marekani, ya kwamba hata nchi ndogo ndogo pia nazo ziweze kuhusishwa pale, zipige kura ilikuwa pia nazo ni sindikizo ambazo kwamba hazikuwa zinastahili. Alieleza hizi zilikuwa ni kama sehemu moja yapo ya njama ya kuongeza kura kwa kutimiza lile azimio la UN ambalo kwamba ilikuwa ni la kugawanya nchi ya Palestine vile vile ilielezwa kwa mara nyingine na eh, gazeti hili la nawe wakti am, kwa hutuba ambayo ilitolewa tarehe kumi na eh, mbili mwezi wa Oktoba mwaka huo huo wa elfu moja mia tisa arobaini na saba. Mwandishi eh, mmoja wa kituo kinachoita kinachoitwa Reuters alieleza ya kwamba Zafarullah Khan sahib alieleza ili Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilikuwa limeanza kuonyesha wasiwasi na ugumu juu ya kesi hii, na lilikuwa limeeleza kwamba kama Marekani isipotoa maoni yake ambayo anaonyesha jinsi gani kesi hii itakavyoshughulikiwa basi wajumbe wake hawatashiriki katika mazungumzo hii. Ilianza kuonyesha kwamba ni zile athari za zile hutuba ambazo zilitolewa na Zafarullah Khan sahib, ambazo aliziweza aliweza kuzieleza. Pia vile vile, mjumbe mmoja wa wa wa, wa Amerika, na yeye pia alisema kwamba kama eh, kama rais Truman na huyu waziri wa mambo ya nje ambaye alikuwa akijulikana kama eh, George Marshall kama hawa hawataongea na kuweka wazi msimamo wao, ikaonekana ni msimamo wa pamoja, basi pia yeye naye hatashiriki katika mazungumzo. Hii ilionyesha namna gani, ilionyesha kwamba kupitia zile hutuba zilikuwa zikitolewa, walipata msisimuko mkubwa kiasi kwamba wao wenyewe kwa wakiwa viongozi walikuwa mazungumzo yao hawapatani hawa, hawa yani ni kama walikuwa wanagundua kwamba hutuba zinazotolewa zinaonyesha ukweli wa jambo ambalo kwamba linataka kutokea, si jambo ambalo kwamba ni zuri. Kwa hivyo hata mazungumzo yao hayakuonyesha kwamba ni ya pamoja. Pia vile vile kuna bwana mmoja ambaye kwamba anaitwa eh, Dr. Habat Evat ambaye ni mwenyekiti wa kutoka nchi ya Australia. Yeye pia naye alionyesha wasiwasi mkubwa hata kabla ya mazungumzo yenyewe hayajaanza na mjumbe mwingine pia naye wa Marekani wakati wakiwa katika bunge kuzungumzia vile watakavyopanga wanafaa kutoa maoni yao, yeye ya alinyamaza kimya, amefunga mdomo. Hata wenzake wanamuuliza mbona we uzungumzi kitu kwani mdomo wako umefungwa? mm -hmm. Yani ni kama kusema kwamba zile hutuba zilileta athari kubwa, na tukumbuke kwamba Zafarullah Khan alikuwa pia haandiki tu makala tu, bali ilikuwa pia kuna maombi anafanya. Kwa hivyo yale maombi yalileta msisimko mkubwa na kuchanganyikiwa hata wa jamaa kwa sababu mambo yalikuwa yakoonekana si mambo ambayo yalikuwa ni ya kawaida. Pia vilevile vile, kuna mjumbe mmoja wa Pakistan ambaye yeye alikuwa anafaa alete yale maoni ya hawa wenzake pale, na alikuwa anafaa aongee nao kwa njia ya taratibu, lakini alionekana mara moja kwamba ni mwenye hasira, hata anawaambia kwamba kama hamtachangia eh, jambo hili la, la, la, la, la hii hii kesi hii ya, ya Palestine, mtanyamaza, hamtachangia, basi hii kesi itafungwa hii ni kuonyesha namna gani ilionyesha kwamba ile hali ya yale makala yaliyotolewa athari yake ilisababisha vyanzo mbalimbali mbali, ama taasisi mbalimbali kwa mbali, e, athari yake ilionyesha katika yale mipangilio yao ilionekana kubadilika na kulikuwa na kimya kwa wengine, wengine pia nao walionekana nikana kwamba wamekosa maneno ya kuzungumza. Hii ndio athari kubwa ambayo kwamba ilionekana baada ya makala zake Zafarullah Khan sahibu katika basi, hutuba zake. Basi, hii ilikuwa ni hotuba ya msisimuko sana na ikaleta athari kwa watu wengi sana, kwa kupitia Sir Zafrulla Khan Saib. Na nikiangalia katika historia ulivyokuwa ukieleza, huyu alizaliwa mwaka 1893 wakati wa Masihi Maud alaihi salatu wassalam. Kwa hivyo baraka hizi alianza kupata wakati wa Masihi Maud alaihi salatu wassalam, na ikiwemo pia amepata kuona makhalifa wake kadhaa. Basi ile hutuba yake ilikuwa ni hutuba ya baraka sana. Je, hii hutuba ilileta athari gani kwa Umoja wa Mataifa na pia ilionyeshaje msimamo wa Jamaat Ahmadiyya? Asante uh, sana bwana mtangazaji. Um, namna tulivyokwisha sikiliza ni kwamba hutuba hii ilikuwa na athari kubwa, na ibainike kwamba wakati Muhammad Safullah Khan Saheb akitoa makala yake akisoma makala yake kwa hoja na dalili, ni kwamba athari yake ilionekana waziwazi hata kwa wale wajumbe waliokuwa wamehudhuria kikao kile, kiasi kwamba ingeonekana katika nyuso za wawakilishi wa Kiarabu wakiwa na furaha na si hivyo tu, bali baada ya makala hii waliweza kumshika mkono kama alama ya kumpongeza wakimwambia kwamba umetoa hutuba nzuri sana yenye kujali maslahi ya Waarabu wa Palestina. Na si hivyo tu, hata baada ya makala, mwakilishi wa Uingereza naye alituma mjumbe kwake Bwana Safrullah Khan Saibu, akimwomba nakala ya makala hii ile, kwamba apate kuichunguza vizuri, na akaisifia kwamba ilikuwa ni nzuri sana na si hivyo tu bali yale mataifa madogo madogo ambayo nayo pia ilikuwa na wanachama wa umoja mataifa, wakabadilisha msimamo wao na wakaamua kwamba watapinga azimio la kuigawa Palestina. Hii hutuba vile vile ilileta athari hata kwa wale wawakilishi wa Marekani na zile nji kubwa, na wakaweza kubadilisha ma mawazo yao. Kwa hivyo unaona kwamba, bwana mtangazaji, ni kwamba haya makala yalikuwa na athari kubwa sana likiripoti lile nawai wakt katika ile hutuba ambayo sa Muhamad Safullah Khan saib alitoa hiyo tarehe tisa mwaka Disemba mwaka 1947 linaeleza kwamba mwakilishi wa Pakistan katika Umoja wa Mataifa alilaumu sana umoja huu kwa kukubali lile azimio la kuigawa nji ya Falestin na alisikitika sana kwamba Marekani kwa kutumia uwezo wake na ushawishi wake, kwamba ilikuwa imetumia ule muungwaji mkono wa nchi zile ndogondogo ili kuleta ile azimio katika umoja wa mataifa. Kwa hivyo aliendelea kusema kwamba ili kuigawa Palestine athari zake si tu kwamba wale wasuni walio wengi watakuwa upande wa Israel bali vilevile ilimaanisha vile kwamba uchumi mzima wa Falestin utapitia katika mikono ya, ya mataifa au moja wa mataifa. Kwa hivyo alieleza kwamba inasikitisha kwamba Falestin ilikuwa imefanywa ni kipande cha mchezo wa siasa. Kwa hivyo ilipangwa kwamba kura ingepigwa tarehe 26 mwezi Novemba ule mwaka 1947, lakini kutokana na ile hutuba ya Bwana Safrullah Khan Sahib na athari zake na ikaonekana wazi kwamba wajumbe walishabadilisha mawazo yao kwamba wangepinga lile ile, ile azimio. Basi ikatokea kwamba kwa sababu ambazo hazieleweki ile kura haikupikwa bali ikaairishwa mpaka tarehe ishirini na nane ili hizi nji kubwa zipate nafasi ya kushinikiza zile nji ndogo, na kweli ikatokea vilevile kwamba baada ya kutia ule, ile shinikizo kwa hizi nji, lile azimio likaweza kupigiwa kura ile tarehe ishirini na nane na likaweza kupita ibainike kwamba ili tatizo kubwa la Falestin, Bwana Mtangazaji, lilianza tarehe tare 1 Disemba ule mwaka 1947, wakati hizi miungano mikubwa Marekani, Uingereza na ule muungano wa Usoviet ama Soviet Union ambayo ndio Urusi ya sasa, kwamba walipokuja pamoja na wakapenyeza pendekezo katika Umoja wa Mataifa ili kutaka Falestin kugawanywa. Akizungumzia suala hili Khalifatu Lmasihi wa pili, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radiallahu anhu, alishutuma sana miungano hizi mitatu, akasema kwamba kwa nje wanadanganya watu kwamba wao wanachukiana kwa sababu ya tofauti za kisiasa, lakini kichini chini wanakuja pamoja ili kutaka kukandamiza Uislamu na nchi za Kiarabu. Kwa hivyo alitoa hutuba kali makala mbili akielezea nchi za Kiislamu na kushutumu hizi hizi miungano mikubwa, akisema kwamba Waislamu ni lazima wakuja pamoja, wasimame imara dhidi ya njama na hila za haya mataifa ya, ya, ya Ulaya. Kwa hivyo, bwana mtangazaji, unaweza kuona ni kwa namna gani waislamu wa Ahmadia na viongozi wake walivyosimama imara kupinga juhudi zozote za kuigawa nji ya Felestini na kuanzishwa taifa la Kiisraeli. Naam, asanteni sana kwa hakika hii hii inathibitisha na inabainisha ya kuwa uh, sisi Waislamu wa jumuiya wa, wa Ahmadiyya hata vile kupeleka wamishonari na wabashiri kule Israel, sisi sio wakala wa Israeli. Hmm. Sawa na jibu lenu. Naam, tuna inabainika ya kuwa sawa na maongeo yake ni kuwa mambo haya yalikuwa yanafanyika wakati wa Khalifatul Masih wa pili Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiallahu anhu. Je, yeye alitoa makala gani vile alivyokuwa akieleza? Uh, huyu ndugu yako. Eh, kiukweli ni kwamba Hadrat Mirza Bashirudin Mahmud Ahmad radhiallahu anhu, yeye alitoa hoja ya kwa nini mambo hayo yalifanyika na yalifanyika katika mpango upi. Yeye alieleza kwamba mpango wa uvunjwaji ama ugawanywaji wa nchi ya Palestini ulifanywa chini ya hizi nchi tatu ambazo zilikuwa ni Urusi, Uingereza na Marekani. Na akasema hizi nchi tatu, kwa mwonekano wa nje, watu walizidhania kwamba ni maadui, lakini hawa walikuwa ni marafiki, na hawa ndio waliopanga njama ya jambo hili, na malengo yao makubwa ilikuwa ni kudhoofisha maslahi ya Waislamu. Kwa hivyo yeye alisisitiza ya kwamba kile ambacho kinafaa kufanyika ni Waislamu kuja pamoja na kutengeneza mpango mmoja ambao ni wa kujitegemea, na si mpango mbaya, bali ni mpango ambao ni wa kurudi katika jitihada za kiimani na kutafuta ni vipi ambavyo kwamba watashinda hizi njama za hili baraza kuu la UN ambalo mpango wake ulikuwa ni wa hatari. Pia vile vile ilielezwa katika gazeti moja la Anazaha eh, ambalo ilieleza katika tarehe 12 mwezi Julai mwaka elfu moja mia tisa arobaini na nane ya kwamba walipokea kifurushi fulani ambacho kilikuwa kimetumwa na ndani yake kulikuwemo na hutuba za Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radiallahu anhu ambazo zilikuwa zinaonyesha zilitolewa wakati wa tukio la ugawanywaji ama utengenezwaji wa nchi ya, ya, ya Israel na ambazo zilikuwa ndani yake zinasisitiza ni namna gani ambavyo Waislamu wangejiweka karibu na Mwenyezi Mungu na watafute mbinu ambayo ni ya kuwatoa hawa wa Palestina mikononi mwa hawa wazayuni ambao walikuwa ni Wayahudi, na hata ikaelezwa kwamba Waislamu wapeleke chakula katika nchi hiyo ili kuwasaidia na e, khalifa wetu wapili, wa pili radiallahu anhu alieleza kwamba huu sio muda ambao waislamu wanafaa kujionyesha katika dhiki na kuonyesha kwamba ni wadhaifu. Wazingatie mafundisho ya Qur'ani tukufu na mafundisho ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba inafaa waweke juhudi ambazo zitaonyesha kuleta heshima ya Uislamu na hawa waislamu wenyewe pia. Na kuna maneno ambayo kwamba baada ya eh, matangazo haya ama baada ya maelezo haya ambayo ni swali ambalo ni kama liliulizwa ya kwamba hivi ni namna gani ambavyo inadhihiri wakati huu katika nchi hii ya Palestina ambapo wamegeuka wamesahau hisani hii ambayo wanajumuia ama jumuia ya, ya, ya Ahmadiyya ilipambana kwa namna zote kuwatetea wakati ule chini ya, ya, ya mpango, ndani ya mpango huu ambao kwamba ilikuwa ni kudhalilishwa ama kuumizwa, ikawatetea kwa hutuba za, za Khalifa wetu wa pili radhiallahu anhu na makala ya Zafrullah Khan pia na yeye sahibu, ambapo ilionyesha wazi ni namna gani jumuia inajali hata ile slogani yake ama ile e, kanuni yake ya maneno ya upendo kwa wote chuki si kwa yoyote. Haikujali kwamba hawa sio wanajumuia ama namna gani, lakini ilitetea kwa njia zote. Swali likaulizwa kwamba watasimamaje mbele ya Mwenyezi Mungu, hawa waseme kwamba Ahmadiyya ilikuwa mbaya ama watamjibu vipi wa Mwenyezi Mungu kwamba si ilikuwa ni mawakala wa Israel wakati tulifanya haya yote e, kwa nia safi kabisa. Kwa hivyo ilionyesha wazi ni namna gani ambavyo Khalifa wa pili radhiallahu anhu na Zafarullah Khan Sahib ambavyo walifanya kila mbinu ili kuhakikisha kwamba e, mswada huu ilikuwa usipite na kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu alionyesha uwezo wake, hata kama ilionekana baadaye kama makala ilipita ama azimi hiyo ilipita, lakini kwa nafasi ya jumuiya ilikuwa imefanya juhudi zake zote kama ilivyowezekana. Asanti sana, asanti sana mwalimu sahibu, kwa kutueleza hizi makala za Bashiruddin Mahmud Ahmad Khalifatul Masihi wa pili radhiyallahu anhu, ambayo ilileta sisimuko nzuri sana na inaonyesha ya kuwa wahmadia sio wakala wa nini wakala wa Israeli. Naam, inabainika ya kuwa sawa na mwendeleo wa jumuiya ya waislamu wa Ahmadia, wabashiri walipelekwa kule nchini eh, Israel. Je, unaweza kutueleza historia hii kidogo? Asante sana bwana mtangazaji. Ibainike kwamba tangu mwanzo jamaata Ahmadia ilibainisha kwamba wabashiri wake kule Israel walifika kule kwa njia gani ilisema kwamba misheni zake zilijengwa Palestina hata kabla ya kugawanywa taifa la, la, la, la Palestina, na napenda kwamba ili mtazamaji kuelewa hali hii Tuliangalie kwa namna ya kisiasa bwana mtangazaji, kwamba mara nyingi inatokea kwamba inapokuwa kwamba inji fulani inagawanywa kwa sababu za kisiasa, mara nyingi inatokea kwamba utakuta kwamba jamii ambayo hata ni moja, sehemu yake itaenda upande ule mwingine na nyingine tabaki huko. Mfano mzuri ni kuangalia historia ya Afrika ya Mashariki kwamba zilipochorwa mipaka za kisiasa, kwamba utakuta kwamba baadhi ya jamii za Kenya, sehemu ilibaki Kenya, nyingine ikaenda kule Tanzania. Kwa mfano wa Masai walibaki Kenya, wengine Tanzania na kadhalika, vile vile kwamba jamaati Ahmadia ilijenga misheni zake kule Falestini mwanzo, lakini baada ya kupita azimio hili na kukachorwa mpaka wa kisiasa kugawa nji hii, basi misheni za Ahmadia zikaenda kule nji ya Israeli. Kwa hivyo jamaati iliingia kule hata kabla ya huu mpaka kutengenezwa. Hata hivyo shabaha inabaki ile ile kwamba ni kufundisha wale wakazi wa Falestini ambao ni Waarabu na wale Mayahudi kujua ujumbe wa dini tukufu ya Kiislamu kama ilivyo sheria ya Kiislamu, kwamba Islamu ni dini ya watu wote. Kwa hivyo hakuna ule upakuzi kwamba hawa ni Mayahudi, hawa ni Waarabu, kwamba hawa wasipate ujumbe la, bali ni dini ya kila mtu. Na vile vile ijulikane kwamba si Jamati peke yake wa kukula Israeli hata baadhi ya madhehebu ya Kiislamu wako kule, baadhi ya Wakristo wako kule, ni wanafanya kazi zao kule. Kwa hivyo kama ni suala la mawakala basi hata nao wanafaa kulaumiwa wa. Kwa hivyo utakuta kwamba hizi ni chuki ambazo hazina msingi, bali Jamaat Ahmadiyya inashikilia kwamba ili kupata mwafaka au suluhu la, la Falestin ni lazima kwamba hawa mayahudi wafundishwe Uislamu, wajue ule mafundisho ya kiislamu ili wajue faida ya kukaa pamoja. Kwa hivyo bwana mtangazaji, ni jambo la, la, la chuki tu na ubinafsi kutaka kushutumu Jamaata Ahmadiyya kwamba ni mawakala wa Israeli. Asante sana, asanteni sana kwa majibu haya ambayo inaeleza ya kuwa jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya sio wakala wa Israeli, na kwa hakika sio. Kwa sababu gani? Uh, Sir Zafrulla Khan Sahib ameeleza makala yake kwa undani kuthibitisha ya kuwa uh, wanajumuia sio wakala wa Israeli kwa sababu gani? Walikuwa wakitetea Falestini, yani ile nchi isi, isigawanyike. Na pia tunaangalia mafundisho ya dini ya Kiislamu, mafundisho ya Qurani Tukufu, kueneza kueneza dini kueneza dini, unaweza eneza dini kwa mtu yeyote vile kama vile Uh, wanajumuia walipeleka wa missionary kule Israeli ili kueneza kusambaza dini ya Kiislamu kiwemo jumuia waislamu wa, wa Ahmadiyya. Vilevile tukiangalia katika historia ya mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tunapata ya kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye aliandika barua nyingi akipeleka nini, akipeleka kwenye wafalme wa Kikristo. Pia tunaye historia hapa nchi ya Ethiopia ambayo iko karibu na sisi Unapata ya kuwa mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam aliwatuma wajumbe kule, sio tu waende waketi pale, bali pia waweze kufanya nini, waweze kueneza dini ya nini, dini ya Kiislamu. Kama kufuata mwendeleo na sunna za mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam inafanya wapinzani watushutumu, basi hatunung'uniki kwa sababu ninini? ni nini, ni sunna ya mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Asanteni sana kwa kufika katika studio yetu ili kuweka wazi ya kuwa Jumuia Waislamu wa, wa Ahmadiyya sio wakala wa Israeli. Asanteni sana kufika katika studio yetu Sante. na pia fikeni ili mweze kueleza watu wengine na kujibu mashtaka haya dhidi ya Masihi Maud alaihis salatu wassalam, asanteni Sante. Nam ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA Africa, kwa hakika tunapata elimu zaidi kuhusiana na maisha matakatifu ya mwanzilishi wa jumuia Waislamu wa Ahmadia, Hazrat Mirza Gulam Ahmad alaihi salatu wassalam. Ikiwemo wageni wetu wanatufundisha mambo mengi sana, na kujibu mashtaka yale yale ambao wapinzani waliibua dhidi ya Masih Maud alaihi salatu wassalam, ikiwemo ya kuwa alitumia maneno kama sisi ni miti ambayo ime imepandwa na Waingereza. Na leo pia wametoa jibu la shtaka na shutuma ambayo wapinzani wanaleta ya kuwa waahmadiyya ni wakala wa Israeli. Kwa hakika tumepata elimu chungu zima. Kaa nasi ili tuelimike pamoja, ndugu mtazamaji. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu kadiyan se chali ek zinda hawa